Bismillahi rahmani rahim, kwa jina naitwa Sheikh Mashaka Nassor Kakulukulu ni Sheikh wa mkoa wa Katavi. kwanza ni kukosekana kwa mafundisho sahihi ya vijana hao wangali wadogo ndiko kunapelekea sasa kuona kwamba kuna muda fulani anatakiwa mtu awe kwenye ibada na muda mwingine sio muda wa ibada. Sasa hapo inabidi aelewe nini maana ya ibada, kwa sababu kama anakwenda kwenye nyumba ya ibada akawa mtiifu, na baada ya kutoka kwenye nyumba ya ibada akawa sio mtiifu, huyu anaonekana bado hajafahamishwa nini maana ya ibada. Sasa tukianzia hapo, ibada maana yake ni nini? E, ibada maana yake kwanza, ibada ni neno la jumla, limekusanya vitu vingi, lakini ni vyote ambavyo Mwenyezi Mungu anaviridhia na anavikubali na anavipenda, hivyo ni katika sehemu ya ibada na vitu hivyo, uh, vitakuwa ni vitendo au ni kauli, madamu tu Mwenyezi Mungu anaridhia na anapenda basi hiyo ni katika jumla ya ibada sawa. Lakini pia kumekuwa kuna changamoto ikifika kipindi cha muda wa mwezi ule mtukufu Ramadhani, watu huwa wanajikita sana kuyafanya yaliyo mema na hata kimwonekano wa mavazi, watu huwa wanavaa mavazi ya kujistiri, lakini inapofika tu mwisho wa ule mwezi hitimisha pale kuanzia pale kwenye sikukuu ya Idil Fitri. Mambo kwa muumini huyu yanakuwa yanabadilika, yani anajisahau kabisa kwamba alikuwa kwenye mwezi wa to. Kwanza tunarejea pale pale kwamba mtu anakuwa hafahamu mimi ibada mwezi wa Ramadhani ni mmoja kati ya miezi kumi na miwili ambayo Mwenyezi Mungu ameitaja katika sura ya tisa aya 36, miezi iko kumi na miwili na mwezi wa Ramadhani ni mmoja kati ya miezi hiyo kumi na mbili. Mwezi wa Ramadhani umefaradhishwa, yaani umelazimishwa watu kufunga kama walivyolazimishwa wale waliokuwa kabla yetu, na lengo lake la tuwe wachaMungu. Kwa hiyo mtu anapokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani halafu baada ya kuisha mwezi mtukufu wa Ramadhani akarejea yale ambayo aliyokuwa akiyafanya akarejea kana kwamba hakuna mabadiliko yoyote aliyoyapata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi huyo anakuwa hajaelewa lengo la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila kitu kina lengo lake. Tunafanya ibada ya swala ili iweje? Ili tuwepukane na machafu na maovu. Tunatoa zaka ili iweje? Tunatoa zaka ili ile zaka itutakase sisi miili yetu pamoja na kuzitakasa mali zetu tulizonazo. Kwa hiyo na kwenye funga tunafunga ili iweje? Tunafunga sio kushinda njaa na kushinda na kiu, tunafunga ili mwisho wa siku tuwe wachaMungu. Sasa mtu anapokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani aidha kwa siku thelathini au 29 alafu hakuonyesha mabadiliko yoyote, baada ya pale huyu bado hajafahamu lengo la hiyo Ramadhani ambalo ni mchamungu na anakuwa ni kana kwamba anauabudia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba Mungu miezi mingine yote hayupo isipokuwa mwezi wa Ramadhani ndio Mungu anarejea kwa, na yeye anamtii Mungu wakati huo, anamrejea Mungu anaomba msamaha wakati huo, lakini baada ya Mungu kumsamehe anarudia kule kule. Sasa hiyo ni kutokana na kutoelewa nini lengo la mwezi mtukufu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ukifika ni kama darsa, ni kama chuo. Chuo ambacho wanafunzi wake wanaishi ndanimwe kwa muda wa siku 29 au 30 kwa ajili ya kujikomaza. Hakuna kitu kinachomwadabisha mwanadamu kama njaa. Hata Waswahili wakasema, adui yako muombe njaa. Sasa kama mtu ana uwezo wa kushinda na njaa hivi kuwacha pombe inashindikanaje? Kama mtu anaweza kushindana njaa kwa kutwa nzima, kwa muda wa siku thelathini, kuacha yeye kufanya zinaa inashindikanaje? Kama mtu ana uwezo wa kushindana njaa kwa muda wa mwezi mzima, yeye kuacha mambo ya anasa au mambo haya ya ya ya wizi uashirati utumiaji wa mihadarati inashindikana vipi? Kwa hiyo ni yeye mwenyewe tu anakuwa hajafahamu lengo la yeye kufunga ni lipi? Kwa hiyo wengi wanafunga lakini funga zao zinakuwa ndio hivyo, haziwafundishi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam, yeye alisema kwamba lau ya'lamu ya ummati maafi ramadan latamani nao antakuna sana takunduha ramadhani. hmm. Laiti umati wangu ungelijua mabora na matukufu yanayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi wangelitamani mwaka mzima uwe Ramadhani tu. Nae ule utulivu unaopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hata kwa hali ya kawaida tungependa uendelee, lakini kwa sababu Ramadhani ni mwezi mmoja inakuja miezi mingine. Ramadhani lazima ipishe miezi mingine, watu wanarudia kule kule. Lakini kama wangelifahamu mabora yale yanayopatikana mwezi mtukufu wa Ramadhani, ule utulivu e, watu kubadilika, wangeendelea kubadilika hivyo hivyo, wangetamani mwaka mzima uwe Ramadhani, kwa maana ya kwamba waendelee kuishi kama vile walivyokuwa wakiishi ndani ya mwezi mtukufu sasa wito wako ni upi kwa waumini wote wa dini ya Kiislamu wale ambao wanaishi maisha tofauti? Ikifika wakati wa funga wako sahihi, funga ikiisha wanabadilika, wakiingia kwenye nyu- na wale ambao wakiingia kwenye nyumba ya ibada wanakuwa watakatifu, wakitoka tu pale kwenye ibada maisha yanabadilika, una wito gani kwao? Wito wangu kwao ni kwamba kama wavile ambavyo walivyoweza kujizuia kufanya mambo hayo kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani waendelee kujizuia na kipindi cha miezi mingine. Kwa mfano sasa hivi tuko mwezi wa Dhulqada, yaani mfungo pili, na baadaye tutakwenda mfungo tatu. Sasa huu mfungo pili ambao ni Dhulqada ni mwezi na wenyewe katika miezi ile kumi na mbili. Tena huu mwezi wa mfungo pili ni katika ile miezi mitukufu minne aliyoitaja Mwenyezi Mungu katika sura ya 9 aya thelathini na sita ni katika ile miezi mitukufu. Kwa hiyo Dhulqaada, awe sawasawa sawa na alivyokuwa anafanya Ramadhani. Ndio wito wake. Dhulhijja, yaani kwa maana ya nipamana, mwezi wa mfungo tatu aendelee kumtii Mwenyezi Mungu, kumwabudia Mwenyezi Mungu kama alivyokuwa akifanya katika mie, mwezi mtukufu wa Ramadhani na miezi mingine yote iliyobaki afanye hivyo, kwa sababu kwa kitendo chake cha kubagua mwezi wa Ramadhani afanye ibada na miezi mingine asifanye ibada, anakuwa ni kana kwamba anauabudia mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kitendo cha kuabudia mwezi kinyume cha Mwenyezi Mungu ni shirki. Kwa hiyo anakuwa anafanya shirki, kwamba yeye mungu wake yuko Ramadhani. Ikitoka Ramadhani basi mungu hayupo, anaendelea na mambo yake kama kawaida. Hilo ni jambo ambalo halikubaliki. Kwa hiyo wito wangu kwa waumini wote wa dini ya Kiislam ndani ya mkoa wa Katavi na nje ya mkoa wa Katavi na ikiwezekana, dunia nzima, ni kwamba tuishi kutokana na vile ambavyo Mwenyezi Mungu alivyotuamrisha, tuishi kutokana na vile ambavyo vilivyofundishwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa maisha ya kuingia kwenye Uislamu moja kwa moja na bila kubagua, kadiri ya uwezo wetu, kwa sababu Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi ya mtu yoyote kufanya lile ambalo haline, haliko katika uwezo wake ko lile ambalo mtu anajua liko katika uwezo wangu bila kujali ni mwezi mtukufu wa Ramadhani au sio mwezi mtukufu wa Ramadhani, alifanye na akifanya itakuwa ni salama yake hapa duniani kaburini kwake na kesho akhera. Majina anaitwa Ha Adam, ni mkazi wa Mpanda mjini. Kauli ya shehe mkuu iko vizuri, ni kweli, natakiwa wakina dada wa Kiislamu natakiwa tuishi kwa kujistiri yani siku zote ndivyo dini ilivyoamrisha, haipaswi aitaki sio Ijumaa Jumapili, siku zote. Yani natakiwa tuvae vizuri, tufanye ibada, tusome Qur'an. Kwa jina naitwa Idrisa Maulidi mapigi. Kwanza kabisa shekhe yuko sawa kwa kile ambacho alichokisema, lakini pia kubadilika kwa mtu kutoka mwezi mtukufu wa Ramadhani na nakuja katika mwezi miezi hii ya kawaida maana yake Ramadhani kwanza ni funzo Mwenyezi Mungu kuwepo kwa mwezi wa Ramadhani maana yake Mwenyezi Mungu anatukumbusha kuwa miezi mingine tuliokuwa tunaishi na tunapoishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani maana yake sasa, mtu aliyokuwa anaishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kaishi kwa kuacha yale yote aliyokuwa anayafanya kama ni madhambi, kaacha. Basi hata hii miezi ya kawaida aishi kama alivyoishi mwezi wa Ramadhani na mwezi wa Ramadhani maana yake ni chuo. Jambo la msingi lifanyike, maana yake sasa, kutokana na kauli ya shehe aloisema, lakini pia yanaweza akatoka makundi tofauti tofauti kutoka katika e, nyumba za ibada na wakaenda kuwatembelea vijana ambao wanaokengeuka katika hali hiyo, kuwapa darasa zaidi ya kuhusu masuala ya dini, lakini na kuishi vyema katika jamii, watembelee mazingira yote, maana yake kwa vijana wa mtaani Umenielewa, kwa vijana wa mtaani, lakini pia wakishirikiana na wazazi, umenielewa, lakini pia na hata kutembelea katika vituo, kwa mfano vinavyotoa huduma, kwa mfano mahospitali, magereza, umenielewa, humo moto wakipita na wakawa wanawakumbusha watu kuwa Mwenyezi Mungu anataka hivi, Mwenyezi Mungu hataki hivi, mimi nadhani itakuwa ni njia nzuri ya kuwafanyaje ya kuwashawishi ya ku, ya kubadilika hawa vijana, lakini na elimu zitolewe maledioni kwenye TV, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye makundi mbalimbali mbali. Hata, hata kama ni mwanasiasa anasimama kutafuta kula anaongelea kuhusu masuala ya vyama fulani, lakini asisahau kusisitiza nani, jambo la maadili. Ili uwe wa kuanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe kulike na kushare.